Asalamu alaikum haya vitobosha vangu hivyo na viweka juani kwa maana watu wengi uniuliza hili swali ukishatengeza matobosha yako shatengeza kijuani sasa leo hayo hapo mshatengeza kwa juani sasa naanza process kuanzia mwanzo mpaka akafikia hapo kuwekwa juani manake hilo swali watu wengi sana katika comment one, kwa nini uyaeki kijwani, kidogo akapata jua sasa nataka kujua hiyo test ya kuwekwa juani gani haya hapo, nimepima vikombe vinne vya maji maji maji tu ya kawaida. So, guys, nikachukua sukari nikaweka 3 tablespoons. Unajua matobosha yako ukitia sukari kwa maji ndio anazidi kupata sukari, yani kuingia sukari mpaka ndani. Nikapima unga wangu wa chapati flour kutoka Taifa 1 kg hiyo ni 2 kg lakini nikatumia nusu yake. Haya, nikatia, nikatoboa hicho kishimo kwanza hicho kishimo unakitoboa, alafu sasa unaacha sasa ichemke mpaka huo unga wote uzame chini kama hivyo. Simuona bado kidogo tu. Ukishazama wote chini katika hayo maji ya kuchemka, sasa ndio unaanza kusonga. Sawa guys, kama hapo mwaniona vile nasonga hapa. Sasa ndo hakutaki uzembe hapa, unasonga kama vile unavyosonga ugali wako sembe, lakini hii kidogo wa ngumu, si kama sembe Haya, unasonga unasonga mpaka yani unahakikisha inasonga kama kama uo wangu, umeona vile nilivyosonga, yani mpaka hakikisha hayo mavumbo vumbo yabaki tu kidogo, ambao hata ukienda ukikanda na mkono ama ukitia katika mashini kama hivyo mnavyoniona, natia ndani ya mashini yangu ukandia unga, but kama una mashini unaweza ukatumia pia mkono, haina shida, bora upake mafuta tena takana ukiwa moto moto kama hivyo wangu simuona watu ono. Sasa ukawa uko tayari, mavumbo yale yangu ya unga unga yameondoka yote, hata kama si yote atabakia tu kidogo. Asa, hapo surface yangu ya kukandia nimepangusa vizuri nikapaka mafuta, nimetumia mafuta ya alisi vegetable oil. Sasa na ukanda na uchanganya hivyo vizuri, kama mnavyoona hivi vitobosha wa vitamu sana, ukivijulia mashallah, na vikole nazi na sukari unauchanganya unga wako uchanganyike vizuri, ukiona vumbo kama ina mavumbo ma vumbo unatoa. Haya nikakata madonge yangu kama vile ya madonge, unakata size vile unataka kama vile chapati, alafu unachukua donge moja unali unalisukuma ili toke huo mnyosho mmoja, alafu sasa unakata ile size unaopenda. Mimi nimependa size hiyo, wengine upenda makubwa, wengine upenda vidogo sana, vovote vile unavopenda wewe, mapenzi yako kama hivyo sasa, mwaona nakata. Watu wengi wauliza, hao siju mtengeza nini, mbona ukuyaeka juani? Sasa nataka kusikia hiyo test ya hivi vitobosha vya kukaushwa juani, vina test vipi? Haya, yangu nimeamua size hiyo. Sasa hivyo mwaona, nenda kuviweka juani kama 30 minutes, kwa maana jua ni kali leo, 30 minutes. Alafu sasa subiri part 2, part 2 inakuja sasa nikivipika mashallah, mashallah, vilikuwa vimechara dadi sana.